Na ya Novemba 30 mwaka 2017 tukiwa tunakamilisha mwezi wa kumi na moja na tunasubiri mwezi mwingine wa kumi na mbili. Mimi ni Felista Masai, na karibu katika Amka na Global TV kupitia Global TV online, tunahabarishana kupitia magazeti yetu katika kurasa za mbele pamoja na kurasa za nyuma. Pia katika Amka na Global TV nashikwa mkono na Vodacom. Bonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli kisha chagua kifurushi cha pindua pindua. Kifurushi cha pindua pindua kinakupa unit ambazo utatumia kupiga simu, kutuma SMS na pia kuperuzi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Na baada ya kujiunga kifurushi cha pindua pindua, pia unapewa ofa ya WhatsApp, Facebook pamoja na kutuma SMS bure. Katika Amka na Global TV, mbele kabisa naanza na gazeti la Amani. Ukurasa wa mbele ni Majaliwa ayanasa madudu mengine bandarini. Pia maskini, Tundulisu asherekea miaka ishirini ya ndoa kitandani. Mama Wema azua sintofahamu. Habari hizi zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Amani. Na madai ya kusikitisha, baba azaa na bintie, mama akinukisha, amlilia waziri umi, baba mtu atiwa mbaroni, mtoto asimulia ilivyokuwa. Habari ipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Amani. Dunia imekwisha! Hivyo ndivyo unavyoweza kusema, kufuatia jamaa mmoja mkazi wa Mabibo mahakama ya Ndizi kudaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwanaye hadi kuzaa naye mtoto wa kike. Akizungumza na gazeti hili kwa majonzi, mama mzazi wa binti huyo Sakina alidai kuwa alianza kusikia fununu juu ya uhusiano kati ya bintiye Mwanaisha na mumewe tangu mwanzoni mwa mwaka huu habari ipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti Amani. Jipatie nakala ya gazeti hili ili uweze kuisoma kwa undani. Na katika ukurasa wake wa nyuma ni kijana ajifanyie ukatili, ajipasua tumbo kwa kisu akitaka kujitibu, na habari nyingine inasema afandesele, hapo vipi habari? Zote zipo katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Amani naendelea na gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele ni Lisu asimulia mambo mazito kwa dakika sitini na katika habari picha ni makamu wa rais Samia Suluhu Hassani akizungumza na mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu jijini Nairobi. Habari ipo katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti Mwananchi na Korea Kaskazini sasa yaitetemesha dunia, hofu ya sumu ya wakimbiza UVCCM ukumbini Mwanza na nambari nyingine nasema bomoa bomoa ya maumivu kwa wakazi hawa wa Christmas. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu. Na bandari da sasa ni balaa, jina la waziri mkuu nalo latumika vibaya. Habari ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti Mwananchi. Ukurasa wake wa nyuma ni Big Sam amtaja Lukaku, Everton ajibu na Okwi warudisha mamilioni. Habari hizi zipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti Mwananchi. Ukurasa wa mbele wa gazeti Mtanzania ni asilimia kubwa ya wanasiasa wachumia tumbo, habari inapatikana katika ukurasa wa nne. Na mchezo mchafu tena bandarini, Majaliwa akuta trailer 44 za malori zilizotaka kutolewa kwa jina lake kukwepa kodi, habari ipo katika ukurasa wa nne wa gazeti Mtanzania. Habari inasema ni baadhi ya wa wafanyabiashara wameonekana kutaka kurudisha mchezo wa kukwepa kodi katika bandari ya Dar es Salaam. Hilo limebainika baada ya Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kuagiza polisi kuwakamata watu wawili kwa tuhuma za kuingiza, za kuingiza nchini trela 44 za malori mwaka 2015, na, na kutaka kuzitoa bandarini bila kulipa kodi. Habari ipo katika ukurasa wa mbele na inaendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti Mtanzania. Na katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili ni Shilole ajivunia malezi ya watoto wake. Habari inapatikana katika ukurasa wa ishirini na saba na Omogi akabidhi Simba kwa Juma na refa Simba na Yanga Aula Challenge Cup, habari hipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti Mtanzania. Katika upande wa gazeti Nipashe ukurasa wa mbele ni Tanzania ilivyong'ara maeneo utalii duniani na waziri awaonya madokta mwimbili, habari hizi zinapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Pia, upigeji mwingine kufuru bandarini ni mamilioni ya fedha kutumia jina la Majaliwa. Mwenyewe ashtuka, atoa agizo zito kwa IGP. Habari ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe, na waziri Mugabe wapoteza ubunge, Kenyatta hakuna moshi na Arusha pia habari nyingine ni Pinda aibuka kivingine. Habari inapatikana katika ukurasa wa tatu. Na kilichompaisha Samia ziara ya Lisu Kenya. Habari ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti Nipashe. Ukurasa wa nyuma wa gazeti hili ni Luis ajipanga kutua Real Januari, Matola amruhusu Kwasi atue Simba na sababu ngoma kutimka, kila kitu chaanikwa, Mkwasa naye afunguka. Habari ipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwananchi. Gazeti Habari Leo, ukurasa wa mbele ni watatu kotini kwa kugushi namba za simu, habari inapatikana katika ukurasa wa tatu, na majaliwa afichiwa matrela 44 yakitoroshwa bandarini, habari inapatikana katika ukurasa wa pili. Vikao vya kupanga madaktari vyaanza da, habari ipo katika ukurasa wa kwanza na inaendelea katika ukurasa wa pili, na mbegu feki za mahindi za sambaa mikoa mitano habari hii inaendelea katika ukurasa wa pili. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo ni Mwakembe ampongeza bondi ya Klassi. Habari inapatikana katika ukurasa wa thelathini na moja. Yanga waota ubingwa, pia Kristazi yaongeza watatu na Simba kuanza na Ura Zanzibar. Habari hii ipo katika ukurasa huu wa nyuma na inaendelea katika ukurasa wa ishirini na mbili wa gazeti la Habari Leo. Katika upande wa gazeti la michezo, gazeti la Bingwa, ukurasa wa mbele ni jina la jiuko la tua yanga Sports Club. Habari inapatikana katika ukurasa wa pili na omogi huyo Juma kwa raha zake. Bosu amwaga mboga, yanga awashangaza kumwaga kwa madai ya nidhamu, wakati mkorofi ngoma akipeta Jangwani amponda beki Chem mkongomani awaonea huruma yondani na dante. Habari ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti la Bingwa na habari nyingine nasema heti hii ndio sababu ya Lukaku kutokufunga, inapatikana katika ukurasa wa 23. Arsenal, mmesikia ya Griezmann, lipuli yazimisha mtu kibandani. habari ipo katika ukurasa wa 17 wa gazeti la Bingwa. ukurasa wake wa nyuma ni eti, hii ndio sababu ya Lukaku kutokufunga. habari ipi imejitokeza katika ukurasa wa kwanza. Tyson ataka bondia mwenye jina, habari inapatikana katika ukurasa wa 23 na, na Ribel na Mula warejea kikosini Bayern hawauzwi Wenga goma kuwauza Ozil na Sanchez Januari. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa ishirini na tatu. David Luiz aingia rada za Madrid na Man City kumtia kit kitanzi Sane. Habari ipo katika ukurasa wa nyuma na inaendelea katika ukurasa wa tisa wa gazeti la Bingwa. Ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanasport ni naye ndani ya Jangwani na Lacazette aweka rekodi. Habari inapatikana katika ukurasa wa ishirini na tatu. Strika walandamina katua Simba na Griezmann na Ozil wapata namba Man United mapema. Habari hizi zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwanasport. Ukurasa wa nyuma ni kaanza Morino sasa alalamikia viatu kumwangusha Lukaku na Ryan Giggs ashutumiwa kwa kushindwa kuomba radhi mdogo wake. Habari ipo katika ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwana Sports. Na kufikia hapo, nakamilisha katika Amka na Global TV ya leo. Ulikuwa nami Felista Masai, nikiwa sambamba kabisa na director Amani Mabdebe. Endelea kuitazama Global TV online, ili usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook na Instagram ni Global Publishers, Twitter Global Bari, YouTube channel yetu ni Global TV online. Subscribe ili uendelee kutazama video mbalimbali mbali kutoka hapa hapa Global TV online. Pindua, pindua. Kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyo vyote. Mimi ni Dr. Shika wakati nasubiri mabilioni yangu kutoka Urusi nataka kushinda milioni mia kupitia Sokabe Beti kwa shilingi mia mbili tu, hakika itapendeza <tipos>